apishwa huku rais William Ruto akiwataka wajiepushe na siasa na kuwatumikia Wakenya. Hebu tupate taarifa hiyo naye David Kagina. Geoffrey Kiringa Ruko being appointed a cabinet secretary of Kenya being called on to exercise the functions of principal secretary that I will obey respect and uphold this constitution of Kenya so help me God. So help me God. Katika hafla iliyofanyika Ikulu Nairobi, Rais William Ruto aliwaapisha mawaziri wawili na makatibu wakuu kumi na wanne. Lakini hafla hiyo haikuwa tu ya kawaida, ilikuwa ni ujumbe mzito kwa waliopewa mamlaka. This is the coming together of the willing. There is nobody who will be forced to be part of this transformation. Rais hakupoteza muda kueleza msimamo wake akiambia timu yake mpya kusitiza siasa na kuzingatia mahitaji halisi ya wananchi, huduma bora na zinazowafikia watu. And we must stay focused, we must stay focused. There are so many noises, but we must keep our eyes on the ball. Do not be distracted. Miongoni mwa walioapishwa ni waziri wa utumishi wa umma Geoffrey Ruku na waziri wa jinsia Hana Cheptumo. Rais Ruto aliwataka kuweka kipaumbele kwenye miradi muhimu kama ujenzi wa nyumba za bei nafuu, huduma bora za afya, mageuzi ya elimu na sekta ya kilimo made because of political expediency I will make those decisions and pay the price if there is any to be paid. Kwa kuongezeka kwa malalamiko kutoka kwa wananchi kuhusu huduma duni na changamoto za kiuchumi, ujumbe wa rais ulikuwa wazi, hakuna nafasi ya visingizio. David Kagina K24, Nairobi.